Haya ni maandamano ya uhuru, maandamano yaliyokuwa na nia njema, kuonyesha sauti ya wananchi, kupaza kilio cha haki, uhuru na uwajibikaji. Lakini ndoto hii njema iligeuka kuwa jinamizi, barabara zikaloa damu, vilio vya watoto, akina mama na vijana vikatawala anga la Tanzania. Tulichotamani kama uhuru wa mawazo kikageuka kuwa kivuli cha hofu. Wengine wakapotea, wengine wakakamatwa, na wengi wakanyamaza kwa hofu ya kesho. Ulafi wa madaraka ukawa sumu. Wale tuliowapa mamlaka ya kutulinda wakaanza kulinda viti vyao zaidi ya maisha yetu. Sauti za watu zikafunikwa na sauti za mabomu ya machozi. Uchaguzi ukaishia kuwa uwanja wa vita badala ya sauti ya demokrasia. Haya yote yakatuonyesha kitu kimoja, kwamba taifa lisiposikiliza kilio cha wananchi litabaki kuwa taifa la hofu, watoto wetu wakikimbia moshi wa moto badala ya kufurahia mustakabali wao, magari yakiteketea, mali zikiibwa, na uhai ukipotea. Maandamano haya ya uhuru yakawa funzo kwamba amani ya kweli haiji kwa mabavu bali kwa haki. Kwamba kiongozi wa kweli si yule anayeshikilia madaraka bali yule anayeshikilia mioyo ya watu wake. Tanzania ni yetu sote. Amani ni yetu. Haki ni yetu na sauti ya wananchi ni sauti ya Mungu.